Bwana Gwajima amenguruma bwana e, Gwajima. Gwajima askofu, bwana askofu. <laughs> e, askofu ametema madini mtu wangu. E, e, ku... Eh, ameamua kutoa nyongo anatoa e, nyongooa nyongo yani kumwongolesha Mama Samia Suluhu Hassan akimwambia yeye e, atetereki ataingawa hapo mwanzoni walijaribu kumvuruga lakini ilishindikana, unaona e, inaonekana kuwa kuna kile ambacho uh, pressure shinikizo ka shinikizo, ee, yeah, kwa rais mama Samia Suluhu Hassan na wasiko wakuu kwenye chama cha CCM, na chama cha maumivu ee, chama cha maumivu yeah. <laughs> Mange anasema si uchaguzi ni uch, uchafuzi. Uchafuzi, yeah, yeah. Eh. Ee. Sasa shinikizo ikampelekea mama Samia Suluhu Hassan kufungua makanisa ya Gwajima, lakini baadaye Gwajima, yeah. Aliamua akazama mitini eh? mm-hmm. E, akakuwa akawa mnyamavu. Lakini akawa mm, mnyamavu. Hawajamteka? Hawakumteka. Lakini najua kila ambacho kimemfanya akatoka uh, pangoni mm. ni ile hali ya polepole. polepole. Eh, Humphrey Polepole. Jonaweza eh, akamkuta pia na yeye pia. Ndio. Mm. Humphrey Polepole kutekwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Mafuele. Na, mafua, mafuele. Mafu, yeah. Mafuele. Kikosi cha mafuele. Na siku zao pia zimehesabika mzee. Zinahesabika. Mm. Na unajua wamejaribu kutengeneza mazingira ya kuaminika kuwa hawahusiki na hiyo hali ya utekaji. Umeona watu ni wajinga sana wa sio? Waona watu ni wajinga, e. ama madondocha. Jinsi anavyosema nani anaitwaje? Heche. e. e. e. e. Pia bado hajapatikana hajapatikana bado. Bado hajapatikana japokuwa jeshi la polisi wamesema kuwa wanajua mara Oh, mala kwa wamekiri e. mba... kwa kwamba wamekiri kwamba yuko mikononi mwa vyombo vya dola. Eh, wahuni ambao wajaratibiwa kisheria. Ndio. <laughs> Ndoma sana bwana. Unapozungumzia bana... e. Gwajima ku, ku, ku, ku na yeah, kutoa sauti yake mm -hmm. uh, inaashiria kwamba ni uchaguzi wa upande mmoja tu, uchaguzi mama mama mmoja, mama na anashindana dhidi ya kivuli chake. Kwa hiyo no. asubiri tu, labda pengine kusajiliwa no. na kutangazwa kwa sababu hakuna uchaguzi pale mzee, paleni kama ni kama ile Uhuru Kenyatta alilazimisha, eh, no. kukaa mamlakani no. unaona no. eh. mm -hmm. so hakuna uchaguzi pale. Na unajua kuna mara fulani hapo Gwajima mm. alikuwa anasema yeye yeye atetereki kwa maana, ingawa ni mwana CCM. Lakini anajihisi kuwa ile hali ya polepole kutekwa na wengine kufanyiwa maovu kutekwa na kupotezwa haijakaa sawa, hata ingawa kuna wengine ambao wako ndani ya chama cha CCM, lakini wamelazimika kunyamaza tu. Ndio sawa, walinde maslahi yao, machawa ndio mtandao, mzee madondocha. Lakini amesema anasimama kwa upande wa wananchi ya upande wa haki, anasema hivyo, ya kwa ajili yule, ni jamaa mbaye ukiangalia vizuri msimamo wake ni msimamo wa kiroho ama msimamo wa kidini unaona, mm-hmm. Na ukiangalia mazingira ya dini huwa imebeba watu wengi, unaona, kuna watoto pale, kuna akina mama, kuna wazee, yani watu wengi wamesheni sehemu hiyo, kuna ufuasi, yani ya jamaa kuna, kuna ufuasi mkubwa sana, kutaja dini, imani, imani zetu hizo kuna Kiislamu hmm. kuna Kikristo, buddhist eh, buddhist na pia kuna wale ambao hata waamini wa, wa, wa kafiri, kuna pia ma traditionalist eh wale wa, wa mitishamba, waganga wa kienyeji, ama ni wale tu ni wa, wa jamaa wa eh. wa itikadi kadi unaona tamaduni no. Lakini sasa yote tisa hmm. kumi ni kwamba Lisu bado yupo ndani anasubiri tu mama atangazwe na no. kisha waachiliwe kwa sababu ana kesi ya kujibu Lisu. Yuko ndani lakini ukiangalia vizuri unapata kama Lisu pia ametengeza mazingira ya kuaminika kuwa bado yuko ngangari kushinda ngangari mwenyewe. Uh, kila anachosema ni kwamba uh, ni kesi ya kisiasa na inafaa itolewe kule mahakamani aachiliwe huru, kwa maana hapo mwanzoni hata nani aliwamtaja na anaitwaje kwa jina, akasema kuwa kile ambacho Lisu anafanyiwa si kitu kizuri kwa mtu ambaye ana moyo wa utu. Eh, kwa mtu ambaye ana moyo wa utu. E. Na unajua pia ukiangalia vizuri unaweza pata kuna wakati fulani pia tunaweza kuwa tunamlaumu Samia Suluhu Hassan lakini kuna kile ambacho tunakiita system. Samia hausiki. Kuna watu nyuma pazia bwana. Naam. No, no. Samia hausiki. Yeye no. Yeye pale ni, ni ni, kinyago tu. Eh, kinyago, kuna no. watu hapo nyuma pazia. Naam. No. Samia ndani kilinii nafsi yake <laughs> najua ni mtu muungwana. <laughs> e, yeye yeah, yeah, anapenda yeye yeah, ana utu lakini no. sasa kwa vile ametekwa na wahuni no. Eh, na wale mtandao alitajwa kina Kikwete na, utetesi hizo yule ndugu um, mwanawe Kikwete anaitwa Ridhiwani Kikwete no. Sasa kuna mama Samia kijana wake anaitwa Abdul baadhi, wa mpoko, baadhi wa, wa usika, jeshi, ya wahuni ambao kwa sasa na wameiteka serikali na baadhi wahusika katika jeshi hata kakake polepole amemtaja. Sasa kakake polepole ambaye anajulikana kama Agustino amemtaja sana huyo huyu Ridhiwani Kikwete akimwambia ya kuwa nina ushahidi ya kuwa wewe kwenye kikao fulani ulikiri ya kuwa unajua malaka kangu yupo. Unaona? Ha. Eh, hata ingawa jeshi la polisi linakaa na kuwa hawajamchukua. Kwa hiyo hili ni genge ambalo limeundwa na watu fulani serikalini. Ndio, nje yeah, ya taratibu mm -hmm, za vyombo vya usalama maanake, unajua unaweza kukota wauni tu mm -hmm, alafu unawapa nguvu na uwezo, polisi hawezi kuwafanya chochote, maana wale wengine kazi. Ehe. mm, ah hatari na nimeona Lisu pia amesema amewekwa katika mazingira ambayo ni tatanishi mali amewekwa, ni kama ameweka CCTV, amenyang'anywa haki yake ya kufanya chochote yani, uh, kitu ambacho tata haki uh, za like kibinadamu zinakiukwa pale ba kwenye, kwenye sele. Kiangalia kile ambacho wanamfanyia Lisu wakati huu, wanajaribu kumkomoa kimawazo, kwa maana hapo mwanzoni Lisu aliwekwa kwenye sehemu ambayo wafungwa ambao wameshahukumiwa kunyongwa hadi kufa, wa ametengwa, ametengwa na, eh, eh. Sasa wamesema ametengwa, ametengwa. Sasa hii ametengwa ndio lakini pia kuna vile vikorogwezo vingi ambavyo maana anafanyiwa yn yani, ndio angalau tu amemkomoa. Na unajua kile mbacho kinafanyika na Lisu, ni mtu ambaye amewasoma akawajua mbele ya wakati, ah, ahead of time, yuko ahead of time. Unaona amejua ya kuwa hawa ukiwafanya hivi itakuwa hivi na hivi na hivi. Na unajua pia Lisu angejiweka katika ile mazingira ya ku, kuonewa huruma ingekuwa mbaya zaidi. Na unajua ukimwangalia Lisu sahii uko ngangari. Ule sasa amepata roho mm. Roho wa upambanaji yule mtu ambaye hazirudi nyuma mm. yaani, yaani Raile mwingine yule yeah. kwa ufupi. Kwa kwajili Lisu angerudi nyuma ni ule wakati alipigwa risasi. Aha. Unaona eh. Ee. Na unajua kwa Kiingereza huwa wanasema kuwa what don't kill you make you stronger. Ile ambacho kikuhui inakufanya, unakuwa akikuhui kinakufanya unakuwa nganga zaidi. Noma sana bwana. Kwa no. sasa hapa Msambweni tunavuka mpakani tu. Tunavuka mpakani. Tuingie pale, nataka kuona kuna wasambaa lunga lunga, tuingie Vanga, e, Vanga na kadhalika mm -hmm. Kwa hiyo utakuona wasambaa pale no. No. pia wale wa pare. Mm -hmm. Wadigo wenzetu hao, bila shaka tutakuwa tunafanya mawili matatu no. Alafu nielekee, ikiwezekana pale Chalinze anakotokea Chalinze. E, Chalinze no. Kikwete huko, pia tukusanye ah. mawili matatu ah, ah. Muhimu sana bwana <laughs> Subscribe, follow, yeah, like, share. Pia kuna nyingine ambayo ni channel mzazi wa Habari 254 na Bonga TV. Mimi naitwa Swahili TV, kwa hiyo nataka kuingia sehemu za Tanga nipate kujua moja mbili tatu. Huo wanasema Tanga ni mapenzi yalikozaliwa, unaona, napo Tanga tanga tanga mzee eh, utakutana na wenyeji kitu kama hicho eh <laughs> muhimu sana, pamoja bwana, naam, asante, ashukran jidan shukran